Pengine neno lako la mwisho mm-hmm, kwa mashabiki lakini pia kwa kuwasii wasanii wote ambao wanakusikiliza muda huu. Neno langu la mwisho ni kwamba tujitahidi kuongeza bidii kwenye, kwenye kwenye kwenye kufanya kwenye, kwenye kufanya uandaaji wa mziki yeah. Yeah, ili tupate kitu kizuri na kikubwa zaidi, kwa sababu mimi siamini kwamba msanii anawezaka Haka, haka, akafanya aka, akafanya kazi moja akaona hiyo kwamba ndio tayari imesha imesha imesha imesha imesha kuwa mkubwa mm. Akabwezeka okay. Kwa hiyo sio kitu kizuri, ni kitu cha kupambana. Alright, yeah, that's so good. Tuna tamani kupata location, lakini location inaweza ikatupotosha na tusifike pale tunapotaraji kufika yeah. Mawasiliano ndio kitu pekee ambacho kinaweza kutuunganisha muda wote na tukafanya kazi kwa ukubwa zaidi. Tunakupataje mzee wangu, na mazingira ya kazi pia yakoje? Uh, mazi, kwa mazingira ya kazi yeah. Nadhani hivyo ni ni vitu vya lakini <laughs> <Bia ugeo goye inaudible> kwenye <bia ugeo goye, inaudible> upande wa kunibatamawasiliano no, yeah, no. Wangu natumia namba sifuri sa